Halmashauri ya mji Kondoa kwa mwaka 2025 imefanya shughuli mbali mbalimbali za kuhakikisha wananchi wa halmashauri hiyo wanahudumiwa ipasavyo ili kuleta maendeleo ya halmashauri. Kwa mwaka 2025, Halmashauri ya mji Kondoa imepokea shilingi bilioni 2.5, ambapo shilingi bilioni 1.3 ni fedha kutoka serikali kuu huku shilingi bilioni moja ikiwa ni fedha kutoka kwa waisani na shilingi milioni mia moja nukta moja ikiwa ni fedha za mapato ya ndani. Fedha hizo ni kwa ajili ya ujenzi wa miradi mbalimbali ikiwemo shule mpya ya msingi Seria Hurumbi Munguri maji ya shamba Iboni pamoja na ukamilishaji wa maabara katika sekondari za Ula Dirai Itura pamoja na kwa Pakacha. Na sisi maelekezo yetu kama CMT si miradi yote ikamilike by tarehe 30 mwezi wa 12 hata choi, sasa kumalizika kwa shule hii kutawapunguzia umbali. Yes. Hadi kufikia mwezi wa 12 mwaka 2025 halmashauri imetoa mikopo kiasi cha shilingi milioni 610.7 kwa ajili ya vikundi vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, huku vikundi 71 vyenye jumla ya wanufaika 285 vikinufaika na mikopo hiyo. Halmashauri ya Mji Kondoa kupitia idara ya maendeleo ya jamii kwa mwaka 2025 ilitoa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, na vikundi vyote vilivyopata mikopo vinafanya vizuri, na kwa mwaka 2026 Halmashauri ya Mji Kondoa kupitia idara ya maendeleo ya jamii imejipanga kutoa mikopo kwa vikundi vingi zaidi ili tuweze kuwahudumia wananchi wengi zaidi waweze kuinua vipato vyao na kuinua hali zao za uchumi. Mojawapo ya vikundi hivyo ni Wazalendo Group, wanawake na maendeleo Agnes Yondo pamoja na vijana kazi. Katika sekta ya afya, Halmashauri ya Mji Kondoa imekuwa mstari wa mbele kuhakikisha inapunguza vifo vya mama na mtoto vitokanavyo na uzazi kujenga vituo vya afya pamoja na zahanati ikiwemo Chandimo pamoja na Mulua. Kwa kweli uwepo wa miundombinu umeweza kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi. Kwa kipindi cha nyuma, wazazi walikuwa wanajifungulia nyumbani, lakini sasa hivi kwa asilimia kubwa wanajifungulia katika vituo vyetu vya kutolea huduma za afya, lakini pia uwepo wa vifaa vya kisasa pamoja na kuongezeka kwa idadi ya watumishi katika vituo vyetu kumeweza kuleta huduma bora kwa wananchi. Hata hivyo, Halmashauri ya Mji Kondoa kwa kipindi cha mwaka 2025 imewahudumia wananchi kwa kutatua kero mbalimbali mbali za wananchi kupitia programu ya kero yako wajibu wangu ambapo wananchi mbalimbali walitatuliwa kero zao zikiwemo kero za ardhi, barabara, maji pamoja na umeme. Miezi minne hatujapata maji. Nimewahi kufika mpaka kuonana mkurugenzi, akaniambia atakuja, hakuja. Nani wang, sana, iyo, na na nikuhakikishie, mzee wangu viongozi wetu wanafanya kazi sana, au liwo wakaja, hili ni mjumbe wa bodi ya maji, kwa hiyo kero yako ilikuifikisha hapa misahii, na mimi nakwenda kupushi pia, kama bado uliwaambia majiwani na mimi hebu na mimi niongeze kwenye hilo grupu tuende tukatafute changamoto ya hii mashine ikoje, halafu tutarudisha majibu ya kero yake. Kwa mwaka 2026 halmashauri ya mji Kondoa imejipanga kuhakikisha na wahudumia wananchi wake ili kuleta amani, mshikamano pamoja na maendeleo ya halmashauri ya mji Kondoa. Mimi pamoja na timu yangu ya hospitali ya halmashauri ya mji Kondoa kwa mwaka 2026 tumejipanga kuhakikisha tunatoa huduma bora zaidi kwa wananchi. kwa mwaka 2026, sisi kitengo cha mazingira tutahakikisha mji wetu unakuwa msafi zaidi, kwa sababu tumejipanga kuzoa taka kwa wakati. Sisi idara ya mipango tumejipanga kuhakikisha miradi inakamilika kwa wakati na kutoa huduma kwa wananchi kama ilivyokusudiwa. Idara ya ardhi tumejipanga kutatua migogoro mbalimbali ya wananchi, kutoa elimu jinsi ya kupanga kupima na kuendeleza baadhi ya vipande ambavyo havijamilikishwa na kutoa hati miliki kwa wananchi wote.